Ni kauli ya waziri wa ujenzi Abdallah Ulega baada ya kuchukizwa na mwenendo wa kampuni ya China First Highway Engineering anayetekeleza mradi wa ujenzi wa barabara ya kilomita 53 kutoka Ntyuka Mvumi hospitali hadi Kikombo wenye thamani ya shilingi bilioni 98.5. Hadi sasa mkandarasi alitakiwa awe asilimia 13.3 kwa mujibu wa mpango kazi, lakini yuko asilimia mbili. Lakini vile vile muda wa mradi mpaka sasa uliokwisha ni asilimia 38. Miongoni mwa mambo ambayo tuliyafanya ili kumuhimiza mkandarasi aongeze kasi ya utekelezaji wa mradi huu, tumefanya vikao vya mara, mara kwa mara vya kitaalamu. Baada ya kuona ha, hakuna maboresho yoyote aliyoyafanya na kasi bado inaendelea kwenda kidogo kidogo, tulimtaarifu mtendaji mkuu ili tuweze kufanya kikao cha juu cha high level ambacho kinahusisha pia wakubwa wa, wa, wa kampuni hii kutoka China. Kikao hicho mheshimiwa waziri, tulikiitisha ilikuwa mwezi wa tisa, lakini katika kikao hicho viongozi hao wakuu wa juu wa kampuni hii hawakuweza kufika. Katika hilo waziri Ulega akaagiza mkandarasi huyo kuwekwa chini ya ulinzi. Kwa hivyo wewe, leo ni halali yetu, vyombo vyetu vya ulinzi wa usalama, mkuu wa wilaya mtamchukua huyu bwana na timu yake, wawekeni ndani, watu watakukuru, mtafanya nao mahojiano, taandika charge ya hawa watu, watakuwa committed watoe wafanye commitment zao huko katika utaratibu wa kisheria ambao ninyi mnausimamia. Waziri Ulega akatuma salamu kwa wakandarasi kote nchini. Tunataka huo ujumbe wafikie makandarasi wote wazembe, wanaolipwa fedha na serikali kisha wanachukulia mambo wepesi wepesi, hatuna namna yoyote ya kuwavumilia. Mbali na mradi huo, Waziri Ulega pia ametembelea mradi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato ambapo pia ameagiza kasi zaidi ya utekelezaji iongezeke. Ahmad Ali, UFM.